swala la viongozi kubadilika kwa karibu watu wastaki Simba kusema Simba wamegomea nini mchezo, wakaenda wakashtaki bodi ya ligi kusema kama watu wabadilike, kubadilika kwa watu kutili wacheze mechi. wamekuja kuongea juzi. Umeelewa? wamekuja kuongea juzi wamesema, o mtuk toke bodi ya ligi toke, mimi aaa kitu kimoja wao na si tunaitaka dabi tano na imefika